Usiku wa mvuje mvuje ni bima ya afya ambayo navaaga kwenye Kombolela. Kwa hiyo nimeiwakilisha na nimeona imeenda, watu wameielewa. Kwanza ni dawa kwa watoto wanaostuka stuka, stuka. E, watu wazima ambao hawajiamini wanavaa mvuje kwa ajili ya kukingwa. Kwa hiyo mwisho wa siku hii ni dawa mvuje, na asilimia kubwa wa Tanzania, hata ukibisha asilimia kubwa wamevaa mvuje, wamefungwa na mama zao kwenye mikono. Mvuje yule eh, ni idea yangu kwenye Kombolela kwa sababu naona imeenda, na ndio kitu ambacho nafanya kwenye Kombolela na ndio nakiamini kwenye Kombolela, kwamba ndio kama kinga yangu wage wage. Ukipanda nikita mvuje yule fresh, mapokezi naona mazuri. Sijui wenzangu, umeonaje huko ndani? Mi naona yako vizuri na namshukuru Mungu kwa sababu ndio mwanzo, naona mwanzo mzuri, kwa nauona mbele zaidi mvuje, naona mbele zaidi show, yani itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu hapa tu mwanzo, lakini imepokelewa vizuri, namshukuru Mungu kwa hilo. kichsjje ni mume wangu, kusema kweli naniangalia yeah. yeah. mapenzi sio mapenzi, ni mume wangu yeye. yeah. Yeah, ndio mtu wa kwanza nilimpa idea yeah. Akasema idea nzuri.